Mshukuru sana Mungu Baba. Jumapili uliopita hmm, ulituita watu ambao operation wamefanyia ndio kwa watoke mbele baba, mi nilitoka uh, Pastor Matilda alienda kuniangalia mshono wangu, kaa umekaa vizuri. Maana ulikuwa unakona kona, kwa sababu operation ambazo nilipitia ni nyingi. Sasa katika kukata mpaka waingie ndani ilikuwa imechukua muda sana, nani umenikatakata vibaya, tumbo langu limekaa vibaya. Jumapili angapo nakumbuka nilivyoita watu waliofanya operation ambao wana alama kwenye matumbo, nikaomba zile alama zifutike. Muda huo huo huyu naye alikuja. Ehe, basi baba, nikaondoka na ushindi mahali hapa. Ndio nikamwambia binti yangu, nimepokea kitu, nimepokea kitu mwanangu. Basi Jumatatu ile nikaamka kwenye shughuli zangu kama kawaida lakini ikiwa imefika mchana nimeamka ile asubuhi nikawa najisikia yaani yani kiuno hiki kizito sana sana, halafu kichwa chake kinaniuma, miguu ah, inapasua. Nikasema nae labda tu kwa ajili ya hali ya hewa hii ya baridi, kwa sababu ndio operesheni. Lakini nikamwambia Mungu, upo ushindi wangu. Basi mchana mida kama ya saa saba saba kasoro hivi nikawa nasikia kama kitu kama kupushi hivi yaani kitu kama kinataka kutoka kizito yeah, nikasema Ao nimeshikwa na haja ndogo hivi kwa uzito mm. Basi nikaenda toilet, kiukweli nilikuwa sijafunga ile Jumatatu mm. kaenda toilet, kufika toilet baba mm. nachuchumaa hivi mm. naona kitu kinadondoka mm. yaani damu ile ile inatoka pato na matone mm. mm. yaani yaani inanukia inanukia, ile mbichi mbichi inanukia mm. wanawake wanafahamu periodi mm. jinsi ilivyo mm. inanukia, ni mbichi mm. mm. Mungu wangu, nimeumia sehemu gani? Hmm. Nikaa najibu kujikagua kukika hmm. Mungu, nimeumia nimeumia wapi? Kidonda. Hmm. Sina kidonda mbona, sina jipu mbona, yani nikaa sielewi baba, yani sielewi kule bafuni yani hmm. sielewi. Basi nikamwita binti yangu Neema ambayo yuko hapa, nikamwambia Neema, nipe, naomba nipe na ni kitu cha kujistiri. Akaniletea pale pedi hmm. nikajistiri, akanza mama vipi? Maana binti huyu wakati mimi naugua napita kwenye mapito yote hayo kuanzia operation ya kwanza mm. Binti yangu niko naye mm. Anafahamu mm. Ehe, kwa hiyo nikamuita, mama vipi? Nikamwambia hamna kitu, lakini kaka, kama kwenye mshangao fulani hivi mm. Yani siamini kilichotokea. Basi siku ya kwanza ile Jumatatu nikaisha niko hivyo mm. Usiku ile mume wangu alirudi kazini, nikamwambia mume wangu, kuna kitu kimenitokea mm. Naamini Mungu amefanya jambo jipya kwangu mm. Yani nina furaha sana mm. anambia mm. Mke wangu nenda hospitali rudi, mm. kwa daktari wako mm. cho kitu akiwezekani kamwambia newe, mimi ninaamini kuwa imewezekana mm. hakuna bacho akiwezekani mm. basi nilikuwa naendelea kwenye ile hali ile, Jumatatu, Jumanne, Jumatatu nakuja ibadani hapa, nina furaha sana na shauku mm. lakini sasa nikija kusema ni shuhudie, ah, nikasema Mungu, hebu ngoja kwanza huu shuhuda ni ulinde kidogo yani, kama siamini, amini, umeona baba basi Jumatatu Alhamisi ile nikawa nimekauka kabisa, niko kawaida, sina chochote. Kwao nimeenda siku ngapi? Siku tatu. mm-hmm. Ehe. Kwa baba, namshukuru Mungu sana sana sana sana baba sana. Kubarikiwe sana, Emy Yesu akutendee zaidi, hapo hitaji la moyo wako imekwisha. Amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kama nilivyotamka utapokea mtoto. Amen, na itakuwa vile vile katika jina la Yesu, maana Bwana ameliona tumbo lako. Amen. kwa mamlaka nilipo na Mungu